Nataka niwaambie kwamba mimi binafsi wakati Rais Magufuli anaanza miradi mitatu mikubwa ya kimkakati, mradi wa umeme, mradi wa treni ya SGR pamoja na mradi wa makao makuu Dodoma, mimi mwenyewe niliogopa, nikasema mzee huyu anatupeleka wapi? Ataweza kweli? Nikasema ataweza kweli? Lakini mchaka mchaka alioanza nao ulikuwa mkubwa, nyinyi ni mashahidi lakini alipofariki dunia ndio tukasema sasa habari inakuwa ngumu zaidi, maana karibu yote mitatu ilikuwa haijaenda mbali sana, lakini imepiga hatua kubwa. Na rais Samia katika hotuba yake ya kwanza kwa taifa alilihakikishia taifa kwamba nia na uwezo wa kuendeleza miradi ile anayo, na kwa kweli kwa mafanikio makubwa Rais Samia ameendeleza miradi hiyo, na mmoja wa miradi ya kujivunia sana ni makao makuu ya chama chetu, makao makuu ya serikali Dodoma. Tumesema pamoja na mafanikio yote yaliyopatikana, hatuwezi kuishia hapo, lazima mafanikio yaliyopatikana yaendelezwe, na ilani ya CCM inasema katika miaka mitano inayokuja, kwanza tutaendelea kuongeza bajeti ya kilimo katika shughuli za maendeleo lakini pili, tutaende, tutaendeleza ujenzi wa skimu za umwagiliaji ili watu wetu waweze kulima sio tu wakati wa mvua, lakini pia wakati wa ukame. Hapo vipi? Lakini pia ruzuku ya mbolea, ruzuku ya mbegu na ruzuku ya dawa itaendelea kutolewa kwa wingi katika miaka mitano ijayo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.